Makatibu itikadi, siasa na uenezi themanini na wawili wa chama cha Mapinduzi, CCM kutoka katika kata na matawi kwenye halmashauri ya wilaya Kilolo wanasema utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho uliofanywa na serikali ya awamu ya sita katika kipindi hiki cha miaka minne umeifanya kazi yao ya uenezi kwa rahisi, na hii ni kutokana na miradi mingi hasa katika sekta ya afya na maji kutekelezwa kwa viwango vya juu. Wahenga wanasema mwenye macho na aone na mwenye masikio na asikie. Kauli hii ina mengi ya kutufunza, kama ambavyo makatibu wenezi wa CCM wilaya ya Kilolo wanavyothibitisha juu ya kazi kubwa inayofanywa katika kipindi hiki cha awamu ya sita. Yaani si, si tulikuwa na shida ya maji, lakini maji kwa kweli saa hizi yako barabarani. Kwa mfano kama mimi yako nyumbani, nimevuta yako ya, ya nyumbani, ndo ambalo tunamshukuru mama Samia Suluhu kwa, kwa nafsi yake aliyoifanya, yani kwa kazi anayoifanya tunaombea baraka njema. Wananchi wa ng'ang'ange kwa ujumla wamefurahia sana mradi wa maji kuwepo katika kata yao, kwa sababu maji yanapatikana sehemu za mabonde na kuna milima sana, unakuta kuna wazee walio wengi hawawezi kufika mtoni kuchota maji. Kwa hiyo swala la maji lilikuwa linasumbua hapa tunazungumza na mbunge wa jimbo la Kilolo, kwa kuwa hakuna kijiji ambacho hakijaguswa, hamna kata ambayo haijaguswa na miradi lukuku na mabilioni ya fedha yanayotokana na juhudi zilizofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi watu wa Kilolo, wananchi pamoja na viongozi, tunajua na tunakubaliana kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye sisi tutamlipa mitano tena tena, kwa kura za kishindo na tutatoa shukrani zetu wakati wa uchaguzi utakapofika na hapa yakatoka maelekezo. Nyie viongozi, kazi yenu sasa ambayo mnayo wenezi ni kuhakikisha heshima ya Chama cha Mapinduzi kwenye ngazi ambayo inatoka inatamalaki <coughs> heshima ya Daktari Samia, mwenyekiti wetu wa CCM taifa, inatunzwa na nyie wenezi, sindio? Heshima ya nembo ya CCM, heshima ya katiba hii ya CCM itatunzwa na nyie wenezi. Mtazamaji, haya yameelezwa katika semina ya mafunzo elekezi kwa viongozi hao kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya ya Kilolo.